Kufuatia e, taarifa mbalimbali na tunafahamu hivi sasa swala kubwa ambalo linachukua nafasi kwenye mitandao ya kijamii hususa eh, tunazungumza pale kwenye viunga vya wekundu wa Msimbazi. Wanachama wameonekana kuwa katika mafungu mawili, wengine wako upande wa mwekezaji Muhammad Deuji na wengine wako eh, upande wa mwenyekiti Muktaza Mangungu, wamekuwa wakijibiana kwenye mitandao ya kijamii na hapo jana tumeshuhudia Shabani Mpira Pesa mwenyekiti wa tawi akizungumza na kuwajibu wale ambao wanamwataki mwenyekiti wa wanachama Muktaza Mangungu. Yeye yeah, ameonekana kuwa upande wa mwenyekiti na kina Mnandi ambao wanapambania na kutaka mwenyekiti ajihudhuru na tume. Tumerejea hii leo kwa ajili ya kupata mrejesho. Mnandi, habari za muda huu? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwingi anatujalia afya mm. Tunashukuru tumeamka salama mm. Tunaendelea na sekeseke seke, mm. zinazoendelea hapa mjini mm. na nje ya mipaka hapa mji wa Dar es Salaam mm. na mipaka mikoa yote Tanzania mm. na nje ya mipaka Tanzania mm. huu moto unafika, huu moto huu moto unafika mpaka mm. nje ya mipaka Tanzania mm. tunapigiwa simu. Mimi nakwambia kwa sasa hivi yeah, muda wa kulala ni mdogo sana, napokea simu nyingi yeah, kutoka barani Ulaya simu nyingi simu zinaita yeah, mabara yote simu zinaita yeah, maana kuna Watanzania kote wanaishi, kumbe wanaifuatilia vizuri simba yao. Wanasema umo unapopita kijana yeah, ndio unapopita popahitaji umeuona eh, upande wa mwenyekiti wa tawi la mpira pesa Shabani ametoka jana kwenye vyombo vya habari na kuwajibu wale ambao wanapiga kelele na kumuhataki mwenyekiti wa wanachama. Muktaza Mangungu amedai ya kwamba wamwache amalize kipindi chake ndipo ambapo waende wakapige kura na kuchagua mwenyekiti ambaye atawafaa wao. Nilitoka kusema hapa siku chache zilizopita mm. Nilisema vizuri tu hapa kwamba mimi nimeamua kujitoa mwanga mm. na baadhi ya wanachama mm. na baadhi ya viongozi wenzangu mm. wa, we, wa matawi Simba Sports mm. wakiwemo, kuna mzee Marinyi mm. sawa, tulikuwa na Mwindi mm. wanachama pia wa Simba Sports mm. na kumbe mm. Mwindi ametokea tawi lile mm. lile la Magomeni Mikumi. Mwindi unaomuona wewe anaopiga yule katoka tawi lile lile kwa Mpira Pesa pale pale kwa Shabani, sawa. Kwa hiyo mm. kumbe tunajiuliza tawi lile kumbe lina watu pia wamegawanyika mm kama nilivyokuwa nasema wale wazee mm. waliitisha press mm. wako makundi mawili mm. Kumbe hata sisi kwenye matawi yetu tuko makundi mawili mm. Tujiulize, kama Simba slogan yake, nasema Simba ni nguvu moja mm. sawa mm. Ni ushirikiano wa pamoja mm. Kama tunakuwa tumegawanyika makundi mawili mm. kweli kuna ushirikiano wa pamoja? Ndio ile Simba nguvu nane ndio naiona sasa hivi yeah. Tulisema ukitaka kujua adui yako, choma moto kichaka. Wakati tunafanya mahojiano na Shabani E, tunafahamu moja katika matawi makubwa kabisa ya Simba likiwemo Mpira Pesa. Alizungumza ya kwamba e, na alituonesha katiba ya Simba akasoma vipengele na vifungu mbalimbali. Anasema ya kwamba hakuna kipengele ama kanuni yoyote inayosema ya kwamba e, mwenyekiti akikosa kumfunga Young Africans au akikosa taji kanuni inamruhusu kuweza kuondolewa kwenye, kwenye, kwenye madaraka ninyi kama eh, ma, ma, viongozi wa matawi ambao mnalingania hili ya kuhakikisha kuwa anaondoka ameweza kuwajibu na kusema kwamba hakuna kipengele hicho ambacho kinaweza kina, kina, kina kumbana Muktaza Mangungu aondoke kwa kukosa ubingwa na, na kushindwa kwa funga Young Africans. Hey, umeniuliza swali zuri mm. Namjibu Shabani mm. Na niliwajibu wengine mm. Namshukuru Mwenyezi Mungu mm. Kisugu mm. Amerudi kwenye njia Alikaa kimya, unajua mkaa kimya anatafakari kitu cha kuzungumza. Yule anajifanya yeye ana haraka ya kuzungumza, anazungumza kitu hata kama kisichokuwa sahihi, akiwemo mchungaji. Nilipita naye nadhani na yeye ameanza kujibu jana, au kokote nitafika, lakini naanzia kwa Shabani ambaye hawa ni machawa wape, wanaendelea kuibuka Simba. Sawa, sisi saa hizi tumeamua kutia dumu la petroli kwenye mashimo ya nyoka mm. Nyoka na jeuri yake yote, ukishatia ya petroli mm. nyoka lazima atoke, hata akiwa kilomita elfu moja mm. ndani huko mm. anatoka mm. Kwa hiyo saizi nyoka wanaanza kutoka kwenye mashimo mm. tunajua nyoka huyu adui mm. alikuwa anatuasili kwenye mifugo yetu wote mm. wanatoka kwenye mashimo. Kwa hiyo kwe wakishamalizika kutoka kwenye mashimo si mm. sasa tutasimama na kuwalipua mm. Shabani amejionyesha kwamba yeye ni nyoka wa mwenyekiti ni nyoka wa kijani, kwa sababu huyo mwenyekiti ni nyoka wa kijani. Ukiona yoyote anavutia upande wa mwenyekiti, mtazama ngumu, huyo ni nyoka wa mm, kijani na njano. Mwenyekiti yupo kwa sheria na kanuni ambazo zimemweka pale. Kwanza watu watambue, Shabani leo hii unavyotoka eh, na katiba eh, unafanya vipindi huku ume umeweka katiba, ujue kwamba eh wana simba wameenda shule, eh, sawa, eh? wana simba wameenda shule. mimi natoa mfano mdogo tu eh, kwenye dini yetu sisi ya Kiislamu eh, sawa eh? Mm. unasemekana kwamba sisi tunatakuwa, unapofikia umri tunatakuwa ufunge ndoa, mm. sawa, unapofunga ndoa, hakuna kipengele kinachosema pale mnapofunga pingu za maisha mwende mkaachane au kipo? Hakipo. lakini watu wanaachana, waachane. Kwa nini wanaachana? maanake wameshindwa kufanyaje, kuafikiana vile walivyokubaliana, mm. na ndio maana ndoa inaenda inafanyaje inavunjika. Lakini pale mnapofunga takuwa iwe mpaka mnakufa yeah. muwe wote yeah. lakini watu wanaenda wanaachana. Kwa hiyo wewe usiniambie kwenye katabu ya Simba hakuna kipengele kinachosema kiongozi akikosa ubingwa au akifungwa na mtani basi ajiuzuru. Tujiulize swali, mchunga alimaliza muda wake? Kiongozi wa nyuma mwiko au au katiba yao inasemaje? Siamaliza miaka yake minne. Mbona mchunga kumaliza muda? Narudi kwa klabu ya Simba. Nimemsikia jana Joffrey Nyange Kaburu akizungumza kuhusu hiyo swala la katiba. Tumuulize Kaburu, alimaliza muda wake na Ivasi Aveva? Joffrey Nyange Kaburu. Walimaliza miaka minne ndani ya Simba. <malli> Katiba sinaambia wazima wamalize. Kwa kwanini wameondoka nje al, al, ya, ya Simba nafasi zao alichukua tray again ambaye kipindi hicho alikuwa mjumbe kamati ya utendaji ya Simba, nafasi ya mwenyekiti ambaye Vasia Veva. Nafasi ya makamu wa rais ambaye ni makamu mwenyekiti kipindi hicho ambaye alichukua nani? Alichukua Suedi nani huyu? Idi Kajuna. Ndio alikaimu nafasi zao. Wao walikuwa wapi? Tuwaulize walikuwa wapi ndani ya Simba? Siku na kitu kiliingia hela ya Simba ya Emmanuel Leonard Okwi ikatokea issue kupitia serikali ikawachukua wale watu wakaenda kukaa sehemu maabusu Simba ndipo alivyoanza kuchukua ubingwa tulikuwa nao wao, ndani ya miaka mitano Simba anakosa ubingwa, tuka utawala wao nani? Aveva na Kaburu tumekosa ubingwa leo. Mtu anatoka anasimama anazungumza oh, katiba katiba, unajua katiba we. Katiba Simba inasema kuna mkutano wa mwisho wa mwaka, kuna mkutano wa uchaguzi, lakini kuna mkutano wa dharura. Aniambie, aniambio Shabani kwenye katiba yake like, huo mkutano wa dharura una maana gani? Yes, kakaa na katiba yake, anataka sisi wote tukifanya press tuk, tuje na katiba sawa? tukifanya press tuje na katiba tumuulize Shabani mpira pesa. Tawi kubwa, tawi inaonekana lina heshima kubwa, lina nguvu kubwa ndani ya Simba, kumbe lina viongozi machawa. Leo Simba inapofika hapa, tusitafute machawa, machawa ndo wanaendelea kujitokeza, na s tutaendelea kutia madumu ya petroli kwenye mashimo ya nyoka. Nyoka wote watatoka, kila siku Tutawajua tu. na wana Simba sio hawana akili, wanawaona na Shabani alijiandaa mapema akasema kwamba naongea hivi, lakini najua nitaenda nitatukanwa kwenye hichi ushubada naenda anaongea. kwa sababu ya maslahi yake binafsi, na ndio maana alihisi kwamba anaenda kutukanwa kwenye comment a. Ukiingia kwenye comment huko ni hatari. Inaonesha ni jinsi gani mmegawika. E, wanachama wa Simba kuanzia ndani kwenye bodi mpaka huku tukirudi kwenye matawi, hii inaonyesha wazi ni kwamba e, kuna mvurugano mkubwa ambao unaendelea ndani ya klabu hivi sasa ambao bado haujapata mwafaka, na mnaendelea e, kujibiana, kujibizana ninyi kwa ninyi kwenye mitandao ya kijamii hii inaleta e, picha ipi kwa wale ambao mnawaacha kwenye sintofahamu, ambao wanawatazama kupitia mitandao ya kijamii ambao wako katika mikoa mbalimbali mbali, mnawapa mashaka. Mimi nishaye kusema kula nafsi zalika ni mauti Yaani, kila nafsi mm. itaonja umauti mm. Niko tayari kwa lolote mm. Niko tayari kwa chochote mm. Lakini hatutokubali kuona Simba yetu inapotea na watu kama hawa ndio wanaipoteza Simba afu sisi tu tumekaa, hicho kitu hakiwezekani. Kama yeye eh, Shabani anatoka na, na katiba, sisi tutoke na nini? na misafu anasema someni mtoke kwenye mtaa muelewe, ndio katiba. Atuambie kwenye kipengele cha katiba, kwa nini kuna mkutano wa dharura? Ule mkutano wa dharura una maana gani? Katiba ya nchi na mkutano wa dharura mbunge anapopata uongozi wake au diwani, kuna katiba anamwambia ana mkutano wa dharura kuja kuitisha kwenye jimbo lake? Ipo hii? Sio katiba ya nchi baba, hii katiba ya vilabu ina mipaka yake na ina miongozo yake. Kwa hiyo Shabani asije kujifanya yeye ni kiongozi, ni mtu ambaye anasoma sana katiba, anayejua katiba. Leo atuambie Mangungu alichokifanya, kuchukua timu kupeleka uwanjani bila si kupata taarifa ndani ya siku tisa. Lakini kiongozi gani aliyewahi kufanya kwenda uwanjani? tuko na jambo letu hmm. nisikilize kwa makini. Tungeongelea wapi yale maneno yetu? Tungeongelea baharini Kwani yeye belafu mashabiki wangekuwa una Mangungu wangeondoka pale? Angekaa mpaka mwisho. Mashabiki wasingekuwepo uwanjani Mangungu wangeondoka. Kaondoka kaona mashabiki wamekuja, taarifa imetoka saa sita. Lakini watu wanakuja uwanjani, hawa jamaa kumbe sio hao. Ndio maana ile chuma chua yule ana washa gani anaondoka. Lakini mashabiki wasingekuja, Mangungu asingeondoka. Na ndio maana walikuwa wao hawataki kutoa taarifa kwa wanachama na mashabiki ili wasije, ili wakatoe zawadi vizuri. Na wao ungewaona pale wanainua kwapa. Mangungu angekuwa mmoja wapo kulishika ile kombe kuinua hapa. Kama sisi tusingeenda uwanjani, Mangungu angekuwa mmoja wapo kuinua kwapa. Mi nakwambia, kwa nini hujatoa taarifa? Unatoa taarifa saa sita mchana mwana Simba anajua haezi kuja mwana Simba saa sita. Watu wamekuja uwanjani sawa. Watu wamekuja uwanjani, hawakujali nini? Hawakujali nini, walichotaka kwamba chochote kitakachotokea watajibu, na wamejibu pale. Kwa hiyo mi ninachokiamini, asitoke Shabani kutambaa kwamba yeye anatembea na katiba, watu wasisome. Nakaongea maneno mengi akasema kuna watu wanajifanya wanachama. Wataje, unaogopa nini? Mbona mimi nakutaja. Huu sio muda kuogopana. Msema ukweli ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu. We, mtaje fulani anajifanya mwanachama sio mwanachama, unaogopa nini kuambia? Anasema matawi yenu wenyewe yameshakufa, mnapiga kelele. Yeye ana tawi hai. Mtu mwenye tawi hai anaweza kuongea maneno yale kweli? Tawi lako liko wapi unaongea maneno yale? Na mimi niwaombe wanachama wa tawi la Magomeni mpira pesa, tawi kubwa toka kina mzee Dalali. Pigeni chini huyo Shabani, hastahili kubaki kwenye hilo tawi. Kiongozi mweledi siku zote anajibu kiweledi. Kiongozi anaanza kujibu huko, anajitathmini, huyo sio kiongozi atoshi. Afu blaza ni kwambia kitu kimoja mm. Kiongozi bola mm, sio alosoma sana darasani. Naomba tuelewane, mm. Kiongozi bola sio alokaa sana darasani mm. Kiongozi bola ni ule ambaye anaenda kusimamia kanuni na sheria za kile kitu anachoenda kukiongoza, huyo ndio kiongozi bola. Sema mfuate katiba. Yeah, yeah, anafuata katiba. Yeye, yeah, anafuata katiba. Na alipokuwa akizungumza alikuwa na katiba. Yeye, yeah, anafuata katiba. Kama katiba ya Simba inambana, inambana mwenyekiti wa klabu. Yeye, yeah, kama Shabani pengine ni miongoni katika watu waliopitisha katiba ile. Kuna siku kwa nini asiongee? Ile katiba sikaishika pale, ainasema kabisa mwenyekiti wa bodi ni nani? Mohamed Deuji, na yeye ndo mwenye nguvu kubwa kwenye ile katiba pale, na ile katiba kasoma hivyo vifungu, akisema ile katiba ametubana, yule ni mnafiki. kasema kuna namna, e, mwekezaji Mohamed Deuji ni kama naye azungumzwi katika, ila ila anapaswa kuhusishwa juu ya wachezaji ambao wanasajiliwa. Hakuna wachezaji wenye quality ya kuamua mechi ndio ambalo ameweza kulizungumza siku ya hapo jana. Anasema mumzungumze na Muhammad Deuji juu ya hili, kwani kabla ile mechi Shabani, si mlimuhoji? Aliongea nini? sialitamba sana? Kwani akujua kama ana vichochoro? Ujue siku zote msema kweli atabaki kuwa msema mkweli. Shabani aliongea nini? Alafu hizi interview zinadumu wewe mpaka unaondoka duniani bado zipo. Shabani si alitamba kwamba sisi hatuwaogopi ao tupeleke timu uwanjani? hawakutamba na kripu yake zipo. Je, yeah, yale maneno yake kayabadilisha? Hakuna. Wewe kama ulikuwa unajua una vichochoro una wachezaji kwa nini ulitamba kabla ya mchezo? Ulijua nini kinaenda kutokea? Ndio wale 20% washajua kwamba tunaenda kutoa sadaka. Sawa? Sadaka imeshatoka, anasimama nakaa na upande ule aliompa hela. Si binafsi yoyote atakaye simama upande wa mangungu saa hizi. Sisi tunapita nayo. Huyo ni adui yetu. Na kauli ya kuhusu eh, kikao cha Gwambina amezungumza ya kwamba watu wamekuwa wakizungumza kikao hicho ndio kimefanya Simba imefika fainali ya CAF Confederation Cup. Kwa hiyo Gwambina ndo kwenye wanachama wa Simba tu? Gwambina iko Temeke. Sawa? Gwambina iko Temeke, tufanye kusanya viongozi wote wa wilaya, viongozi wote wa matawi. Dar es Salaam, Simba iko Dar es Salaam. Walikutana na viongozi wa mikoani? Nani unahudhuria vikao? Nijibu swali. Wamekutana na viongozi wa mikoani? Simba na mikoa, Tanzania na mikoa mingapi? Yote haina wanachama, mingi tu haina wanachama. Walikutana nao Gwambina au wale sio Simba? watu wanasafiri kwa gharama zao kuja Dar es Salaam, kuja kuifuatilia Simba wanatumia shingapi? Kuna kiongozi wa klabu ya Simba kesha kuwalipia wanasafiri kutoka mikoani kuja kuiangalia Simba yupo? Alafu leo unakaa pale kiutashi, unaongea unaongea unafiki. jamani huu ni muda wa kusema ukweli, na mimi niwaombe wanasimba Tulokuepo ndani ya Dar es Salaam na tulokuepo nje ya Dar es Salaam, kama tawini kwako una kiongozi kama Shabani basi kaa ukijua huyu atoshi. Kama kama tawini kwako una kiongozi kama Shabani haijalishi mwenyekiti, haijalishi katibu aha, au mjumbe ama mwasibu. Piga chini. Umenielewa kwa makini. Naomba unisikilize. Nazungumzia Tanzania nzima na nje ya Tanzania matawi tunayo, kama una kiongozi kwenye tawi lako la Simba Sports kwa kipindi hiki. Mtu kama Shabani anatoka na katiba kujifanya yeye anaijua sana katiba. Na kati katiba hiyo mwenyekiti wake kumsikia Muntaza Mangungu na kuuliza wewe ndugu mwandishi, ulimfuata Shabani jana, alikuwa na kile kikatiba chake kile. Kwenye vitabu vyetu vya dini, na Mwenyezi Mungu alivyotuumba sisi wote ni viongozi. Kwa nini? Maana sisi wanaume ndio kipaumbele. Wengine watafuata wapi? Nyuma yetu. Lakini wapo wanaume wanaongozwa na wake zao nyumbani. Wao wanalijua hilo? Mtu kasoma darasani, ana madigri yake, lakini nyumbani anaongozwa na mke wake. Kwa mtu unaweza kumpa sekta uongozi, akaja akaichafua taasisi. Kama nyumbani anaanza kuongozwa na mke wake, anaweza taasisi kuongoza. Sababu wewe unajua kama anaongozwa na mke wake. Wao utamwona mtu makini kwa sababu mkonaye anaongea vizuri, lakini ukimpa sekta ndio utajua sasa. Huwezi kuwa kiongozi bora alafu unasimama na katiba unawadharau wanachama wengine. Tumuulize Shabani, anapoenda kwenye ukumbi wa uchaguzi anapiga kula ngapi? Kama kiongozi wa tawi la magomeni makumi, anapoenda pale ukumbi wa Mwalimu Nyerere kupiga kula, anapiga kula ngapi? Kama kiongozi anapiga tano, anapiga mbili au anapiga moja? Na mwanachama ambaye sio kiongozi tawi ni kwake anapiga kula ngapi? moja. sasa ana utofauti gani na wanachama wengine? Kwa hiyo kuna watu wanajificha kwenye makoti yao kwa sababu wamepewa zamana kuongoza sehemu. Basi wanajifanya wao kwenye taasisi ni wakubwa kuliko mwingine. Nandi... Kwa hiyo hii kwanza naomba mm, chonde chonde. Kila mmoja atambue sehemu yake. Tambua hiyo nafasi uliokuepo Shabani. Hukujiweka. Watu wamekuchagua. Kaa hapo tuongoze na sio kwamba walivyokuchagua kaa hapo tuongoze kwamba wewe una akili nyingi kuliko wengine. Hawana maana hiyo. Wana maana wamekuona una busara, mkarimu, unastahili kukaa hapo kufanyaje? Kutuongoza. Hiyo ni zamana tu wamekupa lakini hiyo sio kawa kama silaha ya kuwapiga wanachama wa Simba na kuwatukana. Maana kwa kauli hiyo hata tawini kwako sio wote, kwa maana wanamtaka mangungu wabaki madarakani. Maana yake tayari ushawatukana, sababu hata Muhindi ni mwanachama wako, kwa maana yake ushamtukana mpaka Muhindi hapo, kwamba chawa wewe, ndo unaonekana umestahili. Kama watu wamekupa zamana, afu na wakeuka, unastahili kubaki kwenye tawi. Kwa nini niwaombe wanachama wa Simba hapo Magomeni Mekume, kwa sababu kashajitokeza kama kiongozi wa tawi, na namjua, tunafahamiana vizuri, namjibu ni muda sasa yeah, kama tunataka Simba yetu ifike mbele au yeah, anajua na nguvu kubwa sana ndani ya Simba mm, yes, vikao vingi vya ndani huyu yeah, anahudhuria yeah, vya ndani yeah, anahudhuria yeah. Sasa kama leo anatoka anaongea vitu kama hivi yeah, anasimama na mtetea Mangungu. Mtu kachukua timu kama lori kaenda kabwaga kaondoka yeah, leo anamtetea yeah, anastahili kubaki kuwa kiongozi wa tawi? Kwa hiyo wanachama saizi, chukueni hatua, Shabani mapema sana achue kiti akaangalia maisha mengine, achane na Simba sawa. Aachane ah, na Simba. Mnandi unaripi labda la kumalizia juu ya influencers ambao wanaonekana kugawika hivi sasa juu ya swala hili. Hawana umoja tena ule wa Simba nguvu moja. Kila mmoja amekuwa anasema lake. Wengine upande wa mwekezaji, wengine upande wa mwenyekiti. Ah, mimi nafsi niendelee kusema sisi tutatembea na dumu la petroli sasa hizi. Tunata wewe hata kama kuna kona yako ya nyumba mafuta huna. Tupigie simu sisi. Si. Hmm. Mze, mtafute mzee Malinyi, mtafute Mwindi, mtafute Mnandi, mtafute yule dada yule. Madam na wenzake kinaansi Simba, mimi. Watafute wale. Sawa, alafu tafuteni zile media kokote zilipo. Sisi tunakuja kutia, kutia petroli hapo kwenye mashimo hayo ya wadudu. Watatoka tu. Leo tungemjua Shabani kama chawa, bila siku kuwasha. Tungemjua. Ungemjua GB 64 kama chawa, bila siku kuwasha. GB 64 mwaka jana kawekwa central. Na ndipo alipoibuka kuonekana kwamba huyu anaipambania Simba. Leo GB 64 saizi kabebana na upande ule ule ambaye ulomfanya aende central. Chawa mangungu. Kwani hujui? Kaenda sento kwa ajili ya Mangungu. Alisema kwamba viongozi kwenye mechi hiyo kama tutafungwa mm. au tutotoka uwanjani tutatembeza bakola ile ni uchechezi, na ndio maana jeshi na polisi limemchukua kiusalama mm. kwenda kumweka kule kwa sababu ile inaenda kutukandanisha pamoja. Tofauti tunafanya vipindi hivi. Ile inaenda kutukutanisha pamoja. Uwezi jua mtu anatoka huko mwingine anaikuta tayari kaweka bondi hata kibanda chake ili aje Dar es Salaam kwa ajili ya mangungu, na watu wengi wampenda mangungu sio mimi, mm. na wala sio marini, mm. sio muhindi, mm. sawa, wako wengi, Nawajua kwamba mashabiki wana nafasi kubwa kwenye Simba kuliko sisi wanachama. Mimi nalipa ada 12000 kwa mwaka. Sawa. Nalipa ada 12000 kwa mwaka. Lakini jiulize, mshabiki anaenda uwanjani, tufanye KMC, tumecheza mechi 13. Tupige maximum tu ya kiingilio cha chini 10000. Piga hesabu, mimi niko hapa Dar es Salaam. Natumia tu nauli. Fanya nauli nimetumia 2020 Je, yeah, inafanana na ile ada ya mwisho wa mwaka? Hapana. Elfu kumi na mbili igawa inatoka mara ngapi? Kwenye ile laki na nusu, kwa hiyo tunaomba watu watambue kwamba mashabiki wana nafasi kubwa kwenye Simba. Usikae ukamwona mshabiki kaka pembeni anaongea ukamdharau, pamoja yeye aingii kwenye box kupiga kula, ila ana nafasi kubwa kwenye Simba. Leo mshabiki akigoma, akisema sinunui kitu chochote cha Simba msimu ujao na siendi uwanjani, huyo deu je atabaki Simba? Huyo Simba ataendelea kuweka hela hela zake Simba na hao wadhamini wengine wataweka hela zao Simba, wataondoka Leo jile huyo alikuwa na, na na Singida. Nadhani unaikumbuka ile? Aliacha. Leo jile alikuwa na Bagala Market. African Lion. Aliuza. Kwa nini? Haina fansi wa kutosha. Hawezi kukasta timu ambayo haina faida. Amekuja Simba, najua ina faida. Ili nije niibebe na mimi, ndio timu yangu na yupenda. Sawa? Huyo engineer S na mtu wake JSM, mbona kwenda kuchukununua timu ndogo? Kwa nini wamekuja nyuma mwiko? Wanajua kwamba hii timu tukikaa, tunapata hela. Wale waliingia kama wauzajezi tu. Lakini walivyoona kumbe kuna hela, wakajivana wao wanatengeneza mchakato wa mabadiliko. Walivyoona kuna hela tu, wametengeneza mchakato wa mabadiliko. Angalia ndugu zetu walivyobanwa sasa. Sawa. Sisi tunayopiga kelele hapa tuna haki ya kwenda kwenye mkutano, hata ukiitwa kesho. Nyuma mwiko akipiga kelele hapo, ye mkutano anaangalia kwenye TV, hata ikiwa nchi elfu moja, anapiga makofi kwenye TV. Wewe unamuona yule kwenye TV pale, anakusikia ukipiga makofi? Kadi zao ziwaruhusu kwenda kwenye mikutano Nandi, shukrani sana, bado sijamaliza. Kadi zao ziwaruhusu kwenda kwenye mikutano. Wale ambao wamefanya maandamano, wamekaa Msimbazi pale. Kwa mara ya kwanza kuiona timu ya ovyo inashangilia nyimbo ya mpinzani Washa kuona? Washa kuona Simba anashangilia nyimbo ya mpinzani. Nyuma mwiko wa kushangilia pale, nyimbo imepigwa mpaka mwisho. Kumbe ile nyimbo wanaipenda. Kiba, piga goma lingine watolee hao. Wamepiga pale Msimbazi, wameshangilia sawa. Ile ya akiba ile. Simba haina mpinzani. Yani wamekubali tumechukua ubingwa lakini wamekili kweli Simba haina mpinzani. Sio Tanzania bala. Nje ya Tanzania Simba haina mpinzani. Maana kile wamejibu. Sasa tutatamba kwa baba na mama. Ndio baba amepiga pale pale Msimbazi. Sasa tushaanza kusherehekea nyimbo yao. Ule ni uhuni ambao umepitiliza. Kuna watu kama kina Mchome hao, kina Samu. Mchome kaonekana akibeba ile makombe mawili huko kavaa jezi ya Simba. Anainua kwa hapa anatikisa kama hivi. Je, kama viongozi wangekuwa makini ule Mchome mpaka leo hii? Sikashaka pembeni. Usipoziba ufa utajenga ukuta. Ukuta wenyewe ndio ule. Sasa nilikuwa na watu ambao nimewaacha, huyo GB64, mchungaji wa Simba. Hawa nataka nipite nao vizuri tu. Nisiwaache salama. GB, umepiga sana kelele msimu uliopita. Na umepata umepata fansi wengi sana msimu huu kwa kuonekana wewe msema ukweli. Lakini mwaka huu mapema umerudi kule kule. Unasema mimi kule siendi. Umeenda kule kule. Nguruwe sili mchuzi na zatika. Karudi kule kule GB. Sawa, mchungaji wa Simba anajifanya mzee wa maombi. Kila sehemu anaomba kuisengia Simba shinde. Leo anakuambia quality imeamua. Anaulizwa jana anajibu ushubada tu. Wao wanapiga piga kelele huko. Nimuulize mchungaji wa Simba, jibisti na nne. Mmehudhuria mkutano gani wa mwisho wa mwaka? Ama uchaguzi kwenda kuchagua viongozi hawa walokuwepo madarakani. Wanijibu wamehudhuria mkutano gani? Yaani, hawa wana tofauti na ngoma ya kikulege ambao wanacheza wazalamo, wanacheza na wakwele mpaka leo wakwele bado wanayo, wazalamo wameacha hiyo. Hiyo ngoma wanatumia gharama za kutosha. Lakini wewe hujapata suna unachezwa hiyo ngoma. Sijamaliza, mbona unakimbilia kumaliza? Watu wanataka wajue ngoma kulege ngoma gani. Sawa JB mchungaji sawa. Wao wanapiga kelele hizo zote si nini? Sawa, je, tuwaulize, wamehudhuria mkutano gani wa Simba Sports? Mwalimu Nyerere wakaenda kuchagua viongozi sawa. Hawa ni mashabiki kama mashabiki wengine ambao wanatetea timu yao, lakini hawana zamana kuingia kule. Wenye zamana ni sisi. Sisi tunapoongea tunakuwa mtufate. Kwa sababu sisi tunahusika kwenda kwenye ile mikutano. Sawa, na ndio maana nimempiga Shabani hapa, kwa nini sijampiga GB zaidi, nimempiga Shabani. Shabani ni kiongozi wa tawi kubwa, anatokea kwenye, kwenye vitu vingi vya Simba, vikao vingi vya ndani anahudhuria. Leo anakaa anatoka nje na katiba yake anaongea uhuni. Sawa, anamtetea Mangungu. Mangungu anapeka timu kama lori uwanjani, afu yake kiongozi anamtetea, huyu atoshi. Lakini GB hata akisema anamtetea Mangungu, kwa sasa GB aingii kwenye mkutano, Mangungu anamsaidia vipi? Kwa GB sijui mchungaji, hao wote tu wana, wanakuwa wanalukaluka tu huko nje, lakini baharini hawaingii. Baharini tunaingia mabaharia tu, kwa hizo kelele zote za watu wavuvi ambao wako nje wanasubiri samaki kwenda kuuza. Sawa, lakini mabaharia ni sisi, sisi ndio tunaingia. Mwana, tunajua sehemu kuna mwamba, yeye yeye, tufanye yeah, kazi yetu Sawa, asubiri sasa tufanye kazi yetu, awaone samaki washakaangwa. Ye, Laki kazi ya, wana Simba ambaye tumetukuka sasa tuwezi kuja na katiba hapo. Sawa, sasa katiba ziko vichwani. Kimona mtu siku zote anatembea na madaftari muda wote, huyo shuleni kuelewa mgumu. Ndio ule mtoto anapewa hela, anaandikiwa kwenye karatasi. Sawa, kalete unga anaandikiwa kwenye karatasi. Mimi naweza nikapewa hela hapa nikalete unga nikaandikiwa kwenye karatasi. Yaani mimi sijui kama nimeagizwa kitu gani agize vitu hata vya shilingi milioni kumi siandike kwenye karatasi na vijua na anaenda kununua Kwa hiyo ukimwona mtu anatembea na madaftari ni yule mtu ambaye shuleni alikaa tu kazi bure. Sawa, watoto wangapi tunawaona kwa wadogo? Kani kiletea hiki anaandikiwa kwenye karatasi na shule anaenda. Yani sawa, mwingine anaenda anaimba kabisa. Kama yule kizibure. Kaambiwa kanunue gazeti la tarehe kumi. Kama unalipata ile la kizibure. Kwenda kule gazeti la tarehe 10 kalikosa kanunua magazeti mawili ya tarehe 55 kajumlisha. Sasa ndio alichoagizwa. Kaambiwa kanetea gazeti la tarehe 10. Kaenda gazeti ya tarehe kumi kalikosa kanunua ya tarehe tano kajumulisha mawili zikapata kumi kampelekea babake. Sasa ule uelewa ule. Kwa hiyo niwaombe wana Simba wenzangu. Hii ni vita. Tumeshaamua kuivalia njuga. Machawa wote washaanza kuonekana. Na hata wewe ukimwona kuna chawa huko, yupo. Piga simu, tutafute kwenye akaunti zetu. Nenda Instagram utanikuta hapo Mnandi 459. Ni cheki hapo. Tushauriane, huu ni muda. Hawa kina Shabani wako wengi. Kama Shabani tawe kubwa ameka toka mzee dalali, anaongea vitu kama hivi, maana tuna viongozi wengi wa matawi ndo kama hawa. Hawa hawezi kuifikisha Simba yetu salama. Tupambane kuhakikisha Simba yetu inaenda kuwa sehemu salama. Hawa hawatufikishi sehemu iliyokuwa salama. Kuanzia sasa tupambane, wana Simba. Tunahakikisha Mangungu wanatuacha. Shukrani sana. Habari ya kikao cha ndani cha bodi ambao wamekaa jana. Kile ni kikao ambacho kwenda kutengeneza mazingira ya kurejea msimu ujao. Kile sisi ya kituhusu. Kile ni kikao tamwa jana walikaa. Simba mwaka jana walituambia kuna maduka. Sio, walituambia mwaka jana kuna maduka. Mwaka huu kuna nini ba? Nani? Ngoja. Mwaka jana viongozi walituambia kuna nini Simba. Si kuna maduka wameondoa? hasa yale, sio maduka wale, wameondoa bidhaa dukani. Maduka ni viongozi, hawajatoka sawa. Hata leo hii mimi nikienda pale nikinunua bidhaa zangu, aliitwi duka lile eti itaitwa genge kwa ina... hiyo maduka bado yapo Simba duka la kwanza kulitoa Mangungu, yeye ndio atatafuta na wenzake. Ujumbe umewafikia inatosha, si umeelewa? E, leo chemalo ni fondo sawa. Fabrice Luamba ngoma Simba kanuni yetu mwisho wa msimu ukishaisha, mchezaji hata kama kamaliza muda wake hataongeza, Simba wanatoa thank you. Je, tujiulize, mpaka sasa kwa mara ya kwanza Simba baada ya kutoa thank you, wachezaji wanajipa thank you. Wewe kuona kujiulize, kwa nini wachezaji wanajipa thank you? Kuna kitu ndani kinaendelea mpaka si, wachezaji wanajipa thank you. Hii sisi inatuuma, sio? Inatosha, hii inatuuma. Mnaenda kutafuta machawa huko, mnawahoji, wanaharibu kuendelea kuharibu, kumngangania huyu abaki, huyu akibaki, huyu mnataza kama atabaki, wana Simba wenzangu kama sie mnatuona hapa tumekaa tunapiga kelele tu tunapotosha umma. Nawaambia, huyu akibaki simba achukui ubingwa hata kama huyu atabaki milele, simba awe bingwa, na tutafungwa mpaka na watoto wadogo. Sio huyu tu, tutafungwa mpaka na watoto wadogo. Yale maandamano unayoona unaandamana, yani ni kusherehekea kufunika mafanikio yetu Afrika. Asaendeleeni kuwashangilia kina Shabani, tutavuna mabua. Shukrani sana.